Na ninajua na wewe, jana tumeweka vigezo vya mtu vya kutosha pale, sio mbaya wala sio ndani, ila wewe makini na vigezo unavyoviweka. Kuna kupata vigezo, lakini vile vigezo ni vya kwako, sio vya kimungu. Na watu wengi wameweka vigezo kwenye safari ya mahusiano na ndoa, ndio kitu ambacho kilimsumbua Yakobo. Yakobo, wakati kabla hajaenda kuoa, aliweka vigezo, alimwona Leah akaona Lea ana mapungufu fulani. Akamwona Rahel na yeye alikuwa na vigezo yake akaweka vigezo. Bibi ndio ndio kwa vile vinawasumbua. Na kweli tumeweka vigezo. Mungu hatazami kama sisi tunavyotazama. Biblia inasema Samuel alipoenda kumpaka mafuta, Daudi alipofika kwa Lea akamwona Eliabu akasema, yamkini Bwana amejichagulia huyu. Kitabu cha Samweli wa kwanza sura ya 25. Biblia inasema

lakini kwa sababu Mungu aliamua kumchagua wewe wakwangu, lazima nimbebe, iwe balivyo. Kuna watu mmebeba vigezo kwenye mahusiano. Uweke vigezo, lakini ujue ni hali ya vigezo, kuna Mungu. Sema amen. Yule anaweka vigezo, nataka mwenye masters, mwenye PhD, mwenye fugoa. Alikutana na vigezo, vigezo weka kwao kwenye kazi tunaweka vigezo, kwenye maisha tunaweka vigezo kwenye uchumi tunaweka vigezo, kwenye kila eneo tunaweka vigezo. Mungu angalie vigezo, amekuwa anaangalia vigezo fulani, yaani vya kwao. Hata mimi basi nimechangua kwa mchungaji na watu wamesukuma wanaelimu zote wanajua kuhubiri kuliko hata mimi. Usiweke vigezo, unapokuwa kama binti, weka vigezo lakini ujue nyuma ya vigezo kuna Mungu na mapana mambili, nisikize na kama mimi iko hivi na hivi, mimi najua kwa nini nimekuja

Mungu, ninamheshimu. Wewe ni Mungu na mimi ni mwanadamu, ninamheshimu. Kumbuka wewe unaishi na Lea, unaishi na kwa mke wa Yakobo. Sikiliza, Mungu alikuwa na agenda na Lea, ndio maana Yesu Kristo pale, ndio maana Yesu mwana wa nani? Na Daudi alitoka kwenye usafi ule. Sio mkeo, ndio kesho yako atakusika vizuri

lakini kuliko kumwambia wewe na hili Israel, tunaona huko mtana wa wale wa Israel wasa wanatafuta mali. Wewe tafuta mali sasa, sitapita huko wewe unajua isipataje, jinsi anataka mwanamume mstaafu, unataka hela za kustaafu, unataka kupenda mtaiko chama tu mwanamume amestaafu. Mimi najichomeka pale. Israel staafu ni ni hela za kustaafu, amesitumikia miaka 30 na miaka 20, wewe unakuzungumzia kwa mtaiko Subiri. Hata nyama za kimya wa watoto wako tawala. Ndio takapo hicho. Kigezo cha agenda ya Mungu kiwe namba moja kwenye ndoa. Acha na bali kubishana laeli au mkende au mpenda sikiliza unaweza kuwa umempenda. Mungu akakataa. Unaweza kuwa umempenda, umemkataa, Mungu akampenda. Sasa wewe utafanya nini? Kuna mtu kitu kitu cha Mungu unaweza kuwa unakipenda wewe, Mungu anasema hapana, anasema iko njia, iko njia, iko njia ionekanayo kuwa ni njema machoni pa mtu mwenyewe, machoni pake mwenyewe, lakini mwisho wake, mwisho wake... kama sijaingia mahusiano na mke wangu, huko nyuma nilikuwa na mahusiano na

utakaa kwenye ujani mwanangu, utaenda kwenye ujani mapema. Iko njia ionekanayo kuwa njema machoni pa mtu mwenyewe. Kuna wakati fulani hivi tukikaa tukaona tumeishiwa pesa, tukaangalia wallet zimeisha, njia zetu sisi wenyewe tunasema tuna vyeti, tuna vyeti, tuna vyeti, tuende tukafanya kazi. Anasema hiyo sikoja jambo langu, nimetamani na mimi na mimi kijaduka na kafu na kumi tu na mnavyelea kila siku

Yaani mabati ni majani, kila kitu ni majani. Ah na hata pamoja. Ah mama alikwambia hivi mimi nilipoolewa na baba yenu mwaka ule 1930. Nilikuja na kaniki yangu, kaniki yangu ndio kilikuwa tunachofunika. Nimeolewa na wewe mwanamume. Ah na hata cha kujifunika. Leo tuna nyumba na zama ngorofa ziko pale nyumba. Angekazama, angemwangalia alipokuwa kibiniki. Wasingefika leo. Amen. Mwaka huu karibu wa 50 kitu wako kwenye wenyewe mahusiano na ndoa yao wanaendelea. Kutazama leo, tazama leo. Kuna ndoa nyingi zinasumbua kwa sababu tunaangalia mwilini. Unaweza kumwona iko simanzi, ni kweli, kesho mguu utakatika. Mimi mke wangu huyu alikutuliza ngana, nikiwa na kazi, angeanza kufikiria. Mimi naenda tu kusalimia tu na pana, leo toka Mwanza naenda Arusha, situmii gari mimi. Simu ni kwa sababu nayo mesha kazi kaisha. Mungu ikaanza kuwa mwenyezi kupata Mungu, yani kinima Mungu asema eh, Mungu asante ntazama vitu na kama nitazama vitu huko ntazama vituwatushudengoai tunachotaka, tunapangiwa tunachokula. Kuna maisha, kuna wakati wa magonjwa, kuna wakati wa afya, kuna wakati wa jua, kuna wakati wa mvua, kuna wakati wa kuwa na starehe, kuna wakati wa kuwa na kichaa zote nyakati ambazo hizi tunazozungumza sisi ambao tumeshapita ni watu wa wakoo wenye tunaelewa. Nikiwachambua hapa, ambao umeshakaa kwenye hizo ndoa na mahusiano miaka kumi na ishirini, mekuzeni, mnaelewa. Je, ungekuwa na tazama kwenyuma, kuna vipindi vya baraka unapokua kwenye mahusiano. Sema ee Bwana Yesu, naomba unisaidie, ninapotazama jambo lolote nitazama ni ni ni kwa jicho lako sio jicho langu mimi mwenyewe. Eh Bwana Yesu, nitazamishe. Sema nitazamishe, sema tena, nitazamishe. Nitazamishe kama unavyotaka wewe. Sema nitazamishe kama unavyotaka wewe, katika safari ya, niwe na upana wa kukuelewa na kufahamu msia zako, jinsi unavyoenda na unavyotengeneza katika jina la Yesu, sema amen. Kuna changamoto, mkimbilie Yesu, simkimbie Yesu. Mahusiano yana changamoto, usiyakimbie mahusiano. Wewe mkimbilie nani? Yesu. Alisema, nimekukimbilia wewe, nisiaibike. Hebu shika sadaka yako. Nikubariki hapo ndo kale pira.